Mahakama mjini Kitale imefutilia mbali hati miliki 140 za shamba katika eneo la Kwa Muthoni, viungani mwa mji wa Kitale, zilizokuwa zinamilikiwa na mfanyabiashara mmoja. Shamba hilo lenye ekari 66 sasa litarejeshwa kwa umma, kwani awali lilikuwa mali ya shirika la msitu wa KFE. Hatua hii imechukuliwa baada ya mwakilishi wodi wa hospitali Eric Mwangale kuwasilisha kesi mahakamani akitaka ardhi hiyo irejeshwe kwa umma. Aidha, Mwangale ameitaka idara ya DCI kuchunguza jinsi mfanyabiashara huyo alivyopata hati miliki hizo katika ardhi ya umma. Hii ni sehemu ya juhudi za kukabiliana na unyakuzi wa ardhi ya umma ambayo inaendelea katika kaunti ya Trans Nzoia. Mtu mmoja anapewa title za 140 kwa njia yenye siyo halali, koti imeamurisha hiyo vitu hakuna. So ombi langu kwa hizo uh, zile organization kuanzia kwa anti-corruption, kuanzia kwa mambo ya DCI mpaka kule juu vitengo zenye zinapigana na, na mambo ya ufisadi, tafadhali kujeni, tuanze ya kaunti, mchunguze wale watu wenye walihusika kupatia huyu mfanyabiashara titles 144.